Mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Shirika la Ustawi wa Majani Chai nchini limesema kuwa kiwango cha chini cha malipo ya bonasi mwaka huu kimetokana na hali katika masoko ya kimataifa na hali ya kubadilishana fedha. Shirika hilo limesema kuwa kuimarika kwa shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani na vilevile gharama ya juu ya utekelezaji shughuli zimesababisha mapato yanayotokana na majani chai uh, kwa baina ya asilimia 15 na 25. Kwa hizi na habari nyingine huu hapa ni mkusanyiko wa habari za biashara. Wakulima wa mashamba madogo madogo ya majani chai katika muda wa Jumamoja lililopita wamekuwa wakilalamikia kiwango cha chini cha malipo ya bonasi kwa Shirika la Ustawi wa Majani Chai KTDA. Shirika hilo limesema kuwa kiwango cha chini cha malipo hayo kimetokana na kuimarika kwa shilingi ya Kenya iliyouzwa kwa shilingi 129 kutoka 144 katika kipindi kilichopita cha matumizi ya pesa za serikali. Shirika la KTDA limesema kuwa tofauti katika malipo baina viwanda, ya viwanda vya maeneo ya mashariki na magharibi mwa Rift Valley inatokana na ubora wa majani chai. Ile kitu imefanya pesa zingine zipunguze ni kwa sababu ya dola. Dola last year ilikuwa inauza na 160, 160. Lakini mwaka huu inabadilisha na shilingi 1129. Kwa hivyo ukiangalia, lazima pesa zingeenda chini, lakini tunahimiza mkulima, tafadhali tuache siasa kwa majani chai. Wakati huo huo, serikali inategemea ongezeko la mahitaji ya umeme kuimarisha ukuaji wa kiuchumi na kuharakisha mpito wa asilimia mia moja hadi kawi safi. Waziri wa kawi Opio Wandai amesema Kenya itafikia asilimia 100 ya kawi safi kufikia mwaka 2030. Hatimaye, benki ya ushirika nchini imetangaza ufadhili wa mradi mpya unaojumuisha shughuli mbalimbali huko Roiro utakaohudumia mamia ya familia. Mradi huo unajumuisha shule ya kimataifa, makazi, maeneo ya kibiashara, vifaa vya burudani na muundo msingi mwingine wa kijamii.